Habari kwa majina, naitwa Ridhwani Juma Mpandi, niko founder wa Mpandi Investment. Niko mbele yako kama mfanyabiashara kuweza kukujuza mambo mazuri ya kidigitali. Je, wewe kama mfanyabiashara unatumia mifumo gani kufanya malipo kwa baina ya wewe na mteja wako? Mimi kama Mpandi Investment, uh, tunatumia mfumo wa lipa kwa simu, lipa namba. Pindi mteja anapokuwa uko mbali na mimi, ana uwezo wa kufanya miamala mbali hata kama hayupo physical ofisini. Lipa namba ni nini? Lipa namba ni mfumo wa kidigitali ambao unamwezesha mfanyabiashara kupokea malipo kutoka kwa mteja wake au unamwezesha mteja kufanya malipo ya bidhaa kwa mfanyabiashara. Haya yafuatayo ni vitu ambavyo vinavyokuwezesha kupata huduma ya lipa namba kama mfanyabiashara, viambatanisho: lazima uwe na namba ya NIDA ili kuwezesha kupata taarifa zako kamili pia uwe na TIN, namba ya mfanyabiashara tatu, uwe na leseni. Zipi faida ambazo zinamwezesha mfanyabiashara kuipenda lipa namba? Faida namba moja ni malipo ya kidigitali pasipo kuhusisha pesa taslim. Mfano, na mteja wangu Mwanza kapenda t-shirt nilivaa, anahitaji t-shirt yangu, nampa lipa namba, anafanya payment, napokea, nafanya delivery ya mzigo. Very simple. Reason namba mbili ukiwa na lipa namba kama mfanyabiashara, una usalama, uhakika wa pesa zako ziko maeneo sahihi. Mfano, haiwezi kufanyika wizi wa kimitandao kupitia lipa namba kama mazingatio yamekamilika, yame. Tatu, unaweza kupokea miamala mikubwa mpaka milioni thelathini kwa kupitia lipa namba. Nne, baada ya kupokea pesa katika lipa namba yako una uwezo wa kuzituma pesa zako kwenda benki. La ziada, kupitia lipa namba unaweza ukapata taarifa zako zote za msingi za mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka mwaka mzima, kwa maana ya kwamba una uhakika wa taarifa zako zote za miamala. Ulikuwa nami Ridhiwani Juma Mpandi, mpaka siku nyingine, chao.